tutakuwa tumeshakamilisha kampeni yetu katika mikoa 26. Lengo ilikuwa ni kutekeleza mkoa mmoja kwa mwezi mmoja, lakini baadaye wizara iliingia makubaliano na wadau mbalimbali kiwemo Chama cha Wanasheria Tanganyika kwa tukaongeza nguvu ya uratibu. Nadhani amejitambulisha hapa, waratibu wa halmashauri karibia watu wametoka TLS, lakini na watu wa huduma za msaada wa kisheria. Hii imetuongezea nguvu ya sisi kuweza kukimbia na kufikia wananchi wengi ambao tumeweza kufikia. Hii inaonesha uh, matokeo makubwa ya mashirikiano baina ya sisi watendaji wa serikali, lakini pia wasiokuwa wa kiserikali. Tukifanya kazi pamoja, tutaweza kufikia lengo la kuweza kumhudumia wananchi, kwa sababu asasi zisizokuwa za kiserikali zinafanya kazi ya kumhudumia mwananchi. Tuko hapa siku ya leo, tumetoka halmashauri zote, ni wataalamu kutoka kada mbalimbali, wako mawakili wa kujitegemea, wako wasaidizi, maf maafisa ardhi, maafisa wa kisheria, mawakili wa serikali, maafisa ardhi, maafisa ustawi wa jamii, polisi, dawati lile la jinsia na watoto, lakini pia Uh, wako maafisa maendeleo ya jamii kwa sababu wao wanamgusa mwananchi moja kwa moja. Na kukutana kwetu leo, lengo ni kubadilishana uzoefu, sio kwa maana ya mafunzo, kwa sababu tunafahamu, kila mmoja anafahamu kila ambacho tunapaswa kufanya katika kumhudumia mwananchi, lakini utekelezaji wa kampeni ni kitu kigeni kwenu, kwa hiyo tunawapitisha ili waweze kujua misingi ambayo imewekwa malengo yaliyowekwa katika utekelezaji wa kampeni tutakapokuwa tumefika uwandani sisi ni timu Mama Samia Legal Aid kampeni na sio mimi, mimi ni wa halmashauri mimi ni wa CSO mimi ni sisi tunakuwa ni timu moja na tunavaa sare moja kwa sisi ni timu ya kampeni sasa ili tuwe timu ya kampeni ni lazima tuweze uh, kupeana uzoefu lakini pia kubadilishana mawazo ya namna ambavyo tunaweza kutekeleza kampeni kwa hiyo tutapitia sheria ya msaada wa kisheria tuangalie malengo yake, lakini pia tutaenda kupitia mkakati wa utekelezaji wa kampeni ya msaada wa kisheria. Tutaangalia pia malengo ya kampeni yalikuwa ni nini, na tutapata uzoefu pia kwenye mikoa mingine imefanyikaji. Na mwisho kabisa tutapitia kwenye mwongozo, tutaangalia wajibu wa kila mdau. Kwa hiyo tukitoka hapa leo baada ya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 lakini mengine yataendelea kutatuliwa baada ya kupata e, mwanga kupitia kampeni hii. Kampeni hii itasaidia kwanza, kuwaelimisha watu masuala mbalimbali ya sheria za ardhi, na hivyo itapunguza migogoro yao, na matokeo yake tunatarajia kupungua kwa mashauri katika mabaraza ya ardhi. Lakini cha pili, itasaidia kusuruhisha migogoro ya baadhi ya wadawa, kwa sababu wadawa ambao watafika pale wakiwa na migogoro yao kama wataridhia, basi wataalamu wanaweza kuwasuluhisha, na wakiwasuluhisha, basi wataenda kuondoa kesi zao mahakamani, kwa sababu watakuwa wamepatana, na hiyo pia itasaidia kupunguza idadi ya mashauri ya ardhi yaliyoko mahakamani au na mashauri mengineyo ya ambayo yako mahakamani mabaraza. Kwa mwezi tunapokea migogoro ya ardhi mia mbili kwa mabaraza yote yaliyoko mkoa wa Kagera. Tunajua wananchi wengi ambao wanakuwa na hii migogoro ni wale ambao wanakuwa na kipato cha chini, na wakati mwingine nawawia ugumu kuendesha hizi kesi, kwa maana ya kwamba kulipa ada ya wakili, kulipa ada za kimahakama, na wakati mwingine kusafiri kutoka mbali kuja kule mahakama au mabaraza ya ardhi yalipo. Kwa hiyo wakishapata hii elimu na wakaweza kujua njia stahiki za kutumia, lakini pia au waka, waka, waka, waka, wakaweza kusuluhishwa basi itakuwa imewasaidia. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.